Sasa hivi ni aibu, kuna wanawake wanacheza vigodoro. Dar es Salaam ndio inaongoza. Hivi kweli wanacheza nguo zile, nasikia zile nguo wanazilowesha maji halafu wanavaa ili sehemu zao zile zitingishike. Jamani, tunaona hayo kwenye maklipu. Serikali mko wapi? Kamata hao wanawake Watu wanavaa nguo za ovyo, na hii singeli singeli imekuja vizuri, wameibadilisha, wanacheza ovyo. Mheshimiwa Bashungwa, saidianeni na mama Wajima, kamata wale wanawake wote wanaocheza, wanatuaibisha. wanatuaibisha kabisa hmm? Lakini kuna watu wanacheza, unaona kabisa hii ni sawa. Alikiba anavaa vizuri, tunataka wa, wanamziki wanaovaa vizuri, tunataka wasanii wanaovaa vizuri kuwa msanii kuwa maarufu sio kuvaa nguo za ajabu, sio kuimba nyimbo za matusi. Sasa haya mambo tukiwa serious right from the beginning, watu watajua Tanzania sasa iko sari.